Wahitimu, tunaomba muende mkatumie ujuzi na maarifa mliopata kwa kufanya kazi kwa bidii na kushawishi wenzenu kuweza kujiunga na mafunzo ili muweze nanyi mkawe sehemu ya kuhamasisha jamii kuinuka na kukwamuka kiuchumi. Nawasisitiza, wale mtakaopata vifaa muweze kuvitunza na viweze kuwa na manufaa. Tunaomba sana Veta, muweze kuwasimamia wale watakaopata vifaa hivi waweze basi kunufaika navyo na tuweze kuona manufaa yake kama mlivyoahidi kwenye risala yenu. Tunaomba mkatekeleze yote mazuri mliyoyapata hapa chuoni ili mkawe mafundi hodari katika fani mlizojifunza na kuwa mfano bora wa kuigwa kwa wengine. Tunaomba sana mkaheshimu na kufuata sheria za nchi, mkajiepushe na makundi yasiyofaa, badala yake mtumie ujuzi mlioupata kwa kutumia vifaa mtakavyowezeshwa ili mweze kukuza kipato chenu na muweze kutoa huduma kwa jamii, lakini mkawe mabalozi wazuri wa taaluma mlizozipata hapa chuoni kwa kufanya kazi kwa uweledi na uaminifu mkubwa, kwa sababu mnabeba taswira na nembo ya chuo hichi. Tuna imani mtakwenda kufanya vizuri fundisadi kwa wananchi na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini. Mafunzo ya ngazi ya tatu yanayofadhiliwa na Equanor na Shell. Na ndugu mgeni rasmi, mwaka 2022 b chuo cha Veta Lindi kilipata bahati ya kupewa fursa ya kusimamia utoaji wa mafunzo chini ya ufadhili kutoka makampuni ya nishati ya kimataifa ya Equinor Tanzania AS na Shell Exploration and Production, Tanzania Limited kwa ajili ya kuwapa fursa vijana au wanafunzi ambao ni wakazi au wazao mko wa mkoa wa Lindi, kwenye nia ya kujiendeleza na mafunzo ya fundi stadi ngazi ya tatu. Ndugu mgeni rasmi, programu hii ni ya awamu ya tatu kati ya awamu nne katika ufadhili huu kuanzia mwaka 2022 mpaka 2026. Aidha, mpaka sasa kuanzia awamu ya kwanza jumla ya wanufaika 72, wanaume 55 na wanawake 17, ingawaje hapa tulisikia kuna marekebisho kidogo. Wamepatiwa mafunzo ya ufundishaji katika ngazi ya tatu na kuwezeshwa vifaa vya kwenda kujiajiri baada ya kuhitimu mafunzo yao tatu katika fani sita ambazo ni ufundi wa magari, uwashi vyoyozi na majikofu, umeme, ubunifu wa mavazi na ushonaji wa nguo na teknolojia ya nguo, uchomeleaji na uungaji vyuma. Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa utaratibu wa VETA, ili wanafunzi aweze kuwa na sifa ya kuomba masomo ya ngazi ya tatu ni lazima awe amefaulu ngazi ya pili. Mantiki hiyo wanafunzi wanaonufaika na ufadhili huu ni wale tu wenye ufaulu na kutimiza vigezo vingine vilivyowekwa katika tangazo la ufadhili. Ndugu mgeni rasmi, ufadhili huu umegharimia ada yote ya masomo, bima ya afya, malazi, chakula, usafiri na kutoa kutendea kazi ya kuanzia. Ufadhili huu ni wa miezi kumi na mbili au mwaka mmoja kwa kila awamu. Mheshimiwa, ndugu mgeni rasmi, thamani ya gharama ya ufadhili huu katika vipengele vyote kuanzia ada, bima ya afya malazi chakula na vifaa vya kuanzia ni dola za Kimarekani 58,696.23 tatu sawa milioni mia moja saba elfu na takriban shilingi milioni 147 elfu 34 na hamsini na nane na senti sitini na sita za Kitanzania. Ufadhili huu umeleta matokeo chanya mpaka sasa maana eh, kuna wahitimu baadhi wamepata ajira rasmi na wengine walio katika ujasiriamali. Naomba yule ambaye ametusindikiza mjasiriamali asimame kidogo. Eh, nimeshangaa nikamwona hapa nikafurahi sana. Huyu naye ni mmoja wa wafaidika. Pamoja na mafanikio hayo, pia tumeona mwamko mkubwa wa vijana wa Lindi katika kuchangamkia fursa. Kwa kweli, tulipoanza huu ufadhili ulikuwa mgumu vijana wa Lindi walikuwa hawaji, tunaweka tu matangazo huku na kule, hawaombi. Walikuwa kwa mwaka mzima ule unaweka matangazo unapata vijana sitini tu, sasa uchague 24 unaweza ukabeba hata wasio hapo. Lakini tunashukuru jinsi siku zilivyoendelea, e, waliendelea kuona kwamba hii ni fursa sio ya kuacha. Sasa hivi tunapokea maombi zaidi ya 180 ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kwa hiyo kwetu hii tunaona ni hamasa kwa jamii. Mwamko huu pia umejionyesha kwa wanawake. Nadhani umesikia namba iliyotajwa mkuu, ni ndogo bado kwa wanawake, lakini imeonyesha ikiendelea kuongezeka ku, nichukue nafasi hii pia kuwaomba wazazi waliokuja hapa waendelee kuwapa moyo mabinti, maana hata mi niyesimama ni, ni binti wa bibi mmoja hivi, lakini nilitiwa moyo, ndo maana nimeweza kusimama hapa. Kwa hiyo mwaendelee kuwachangamsha, kuwahamasisha ili waweze kujitokeza kwenye vitu vya namna hii, maana tunao ushahidi na ushuhuda mzuri tu. Mwaka jana aliyeongoza kozi zote alikuwa ni binti, si ndio hivyo? Kwa hiyo maana yake wazazi mjue, mabinti wanaweza, wanapopewa fursa mwape hiyo fursa, juu ya changamoto wanazopitia. Ndugu mgeni rasmi, napenda kukutaarifu rasmi wewe pamoja na jamii ya Lindi kuwa Ikwina na Sheri hapa tunapoongea saa hizi tayari wameshafungua tena ufadhili na wakati huu tunaendelea na mahafali, na matangazo huko ya ufadhili wa mwaka 25, 26 yanaendelea. <coughs> Kwa hiyo wa nadhani kwa wale wanaosikiliza redio mtakuwa mmesikia sana kwenye redio ya hapa Mashujaa FM inatoa hilo tangazo. Tafadhalini msiache kuchangamkia hiyo fursa, kwa kushirikiana na makampuni ya kwa kutupa fursa na ufadhili wa wanafunzi ambao ni wazawa wa mkoa wa Lindi kujiendeleza na mafunzo ya ufundistadi ngazi ya tatu. Pia tunawashukuru viongozi wa mradi kwa fursa hii adhimu kwa kujiendeleza kielimu kwenye ufundi stadi, na ujuzi ambao tumeupata utakuwa msaada kwetu na jamii kwa ujumla, kwani mpaka sasa tunavyongea, wote ni mafundi mahiri na tupo tayari kutoa huduma kwenye viwanda mashirika makampuni na maeneo mengi kwa kuajiriwa na kujiajiri. Ndugu mgeni rasmi, kwa pamoja tunaahidi kwenda kutekeleza mazuri yote tuliyapata hapa chuoni katika kipindi hiki cha mwaka mmoja wa mafunzo ya ngazi ya tatu. Tuwezeshwe ufadhili huu uweze kuendelea mpaka diploma. Namba nne, tunaomba tuandalie mazingira mazuri ya kujiajiri pindi tunapohitimu mafunzo yetu ikiwemo kupata elimu ya ujasiriamali na kuunda vikundi. Namba tano, tunaomba wafadhili wafikirie namna ya kusaidia kuongeza vifaa na mashine za kisasa katika karakana zetu ili kuwanufaisha wanafunzi wengine hasa kutokana na mabadiliko ya sayansi na, na teknolojia. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa hapa Mashujaa TV.